Kila mtu ana mwanzo wake. Wengine wanaanza kwa connection, wengine wanaanza kwa bahati. Mimi nilianza kwa kamera mkononi, ndoto kubwa na tumaini dogo, lakini ndani yangu nilijua hii dunia haitaniuliza nilianza na nini, itanihukumu kwa nilichoacha. Nilikuwa na ndoto ya kuwa director mkubwa, lakini nilikuwa na kitu kimoja: uoga. Uoga wa kushindwa, uoga wa kuchekwa, uoga wa kuanza. Kuna siku nilisema, kama sitaanza leo, kesho haitokuja.